Wasili kwa mwili ama ndege iliyokuwa imebeba mwili wa marehemu Raila Odinga nchini Kenya, katika uwanja wa Jomo Kenyatta International Airport huko Nairobi. Na sasa hali iko hivi kama unavyoshuhudia, ndege inaingia katika uwanja wa Jomo Kenyatta, unaingia hapo. Mwili wa marehemu Raila Odinga upo katika ndege hiyo ambayo imetua katika uwanja wa Jomo Kenyatta na wananchi mbalimbali mbali wanaendelea kusogea katika eneo la uwanja huo, huku itifaki zikiendelea uwanjani na mambo kadhaa.

unga kila moja anavyoweza kufanya kwa ajili ya kuonyesha maombolezo juu ya kifo cha Raila Odinga kinara upinzani katika nchi ya Kenya. Na ndege imeingia, lakini muda wote huo watu wanaelekea uwanjani, huku wengine wakipiga picha hiyo ndege ambayo imebeba mwili wa marehemu Raila Odinga wakiwepo waandishi wa habari, lakini kama ujuavyo dunia ilivyo kwa sasa, kila mmoja ana simu ya kiganjani. Wananchi wanaelekea katika mitaa mbalimbali, wanakimbia huku wakionyesha hisia zao kuhusiana na kifo cha Raila Odinga ambacho kimetokea katika nchi ya Kenya, na ndege hiyo Kenya Airways imetua katika uwanja wa Jomo Kenyatta ikiwa tayari imebeba jeneza la mwili wa marehemu Raila Odinga ambaye kiukweli, hakuna uwezo kutaja siasa za Afrika ama Afrika Mashariki bila kutaja jina la Raila Odinga wa nchini Kenya ambaye amefariki siku ya kuamkia leo. Lakini Jomo Kenyatta ni mwasisi wa Uh, taifa la Kenya, baba wa taifa la Kenya, ndio maana uwanja huu unaitwa Jomo Kenyatta, kama sifa ama kumwenzi Jomo Kenyatta, kama ilivyokuwa Tanzania, uwanja wa kimataifa wa Julius Kambarage Nyerere wa ndege pale jijini Dar es Salaam ambavyo unaitwa, lakini pia nao uh, wa Kenya wamewita uwanja Jomo Kenyatta, lakini ndege ya Kenya Airways inatua katika eneo la uwanja wa Kenyatta International Airport mjini Nairobi. Na kama unavyotazama hapo, kama unavyotazama mtazamaji, mambo yanaendelea hivyo, itifaki mbalimbali zinaendelea, wananchi mbalimbali wanaendelea kutua kama kusogea katika eneo la uwanja huo, na maafisa kadhaa wa uwanja wa ndege wanaendelea kuongoza itifaki zao kama walivyosomea katika uwanja huo. Lakini ikumbuke, bendera ya Kenya inaendelea kupepea nusu mlingoti kwa siku saba kama ilivyotangazwa na Rais wa Kenya William Ruto, ambapo lakini wimbo ambao unaendelea hapa katika uwanja wa Kenyatta na kama unavyotazama pilikapilika zinaendelea, lakini wimbo maalum unapigwa hapa, kwa Bwana usehemu yangu rafiki wewe, kama unavyoimbwa kama Bwana u sehemu yangu rafiki yangu, wewe katika safari yangu tatembee ya na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu tatembe ya na wewe ni ongoze safari ni mbele unichukue mlangoni mwa mbinguni ningiye na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu tatembe. Eana wewe, huu ni wimbo ambao unaendelea katika maombolezo ambayo yanaendelea katika nchi ya Kenya, na hapa ni uwanja wa kimataifa wa ndege wa Kenya na Kenya Airways. Ndege hiyo iliyobeba mwili wa marehemu amahayati Raila Odinga imetua hapa wo. Na maafisa kadhaa wanaendelea kushughulika kitifaki kwa ajili ya kutoa mwili wa marehemu kutoka India ambao tayari umetua katika nchi ya Kenya kutoka katika ndege hiyo maalum ya serikali ambayo imetumwa ilitumwa kwenda kuchukua mwili wa marehemu uh, uko India, na tayari umeshalala, na ikumbuke kwamba Raila Odinga uh, alitoa maelekezo kwamba yeye akifariki anataka uh, mwili wake uzikwe ndani ya saa sabini na mbili na si vinginevyo. Ndio maana uh, mwili huo umeenda kuchukuliwa haraka nchini India, na sasa umetua katika nchi ya Kenya. Na baada ya hapo, wananchi kadhaa watapata nafasi ya kumwaga mpendo wao na Maziko ni siku ya Jumapili hivyo leo na kesho uh, maombolezo yanaendelea huku wananchi kadhaa watapata nafasi ya kumwaga mpendo wao Raila Odinga kinara wa upinzani nchini Kenya kinara wa demokrasia katika nchi za Afrika Mashariki wezi kama nilivyokuambia tangia awali kwamba uwezi kutaja siasa za Afrika na hasa Afrika Mashariki na jina la Raila Odinga likasaulika haiwezekani kabisa kabisa kabisa na hivyo ndivyo hekaheka heka katika uwanja wa ndege kwa ajili ya kutoa mwili wa marehemu amahayati Raila Odinga. Heka hekaheka hizo zikiendelea hapo huku baadhi ya watu wakiwa na kiwewe, baadhi ya watu wakiwa awaamini kama wana nchi mwenzao wa nchi ya Kenya, mpigania maendeleo, mpigania demokrasia katika Afrika Mashariki, kwamba amelala lakini maelekezo yanatoka hapo, kama unavyotazama maelekezo yanatoka kwamba watu wengine waendelee waelekee kwenye ule mlango mwingine wa mbele, ili kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine katika kutoa mwili wa marehemu Raila Odinga. Kama unavyoona watu wanakimbia wanaenda mlango huo wa mbele mwingine, ambao pia ni mlango kwa wale ambao hawafahamu zaidi masuala haya ya ndege huu pia ni mlango ambao uh, unaweza ukatolea pia kufanya usafi na kutolea mizigo ama kuweka mizigo kadhaa. Na ikumbuke kabisa kwamba marehemu uh, Raila Odinga r ama, ama, ama mtu yoyote akifariki, anaposafirishwa na ndege huwa anawekwa kwenye eneo la mizigo. Asante na kwa heri na uwe na wakati mwema. Lakini Nyikani TV tutaendelea kukuletea taarifa mbalimbali kuhusiana na masuala haya yanayoendelea nchini Kenya kuhusu msiba huu mzito wa Raila Omolo Odinga katika nchi ya Kenya. Karibu kwa maoni yako, na uwe na wakati mwema.